I want to raise this <coughs> issue kwamba tumesafirisha matunda mengi kwenda nje and the one thing watu wanayozungumzia is quality ya Tanzania is, is unmatched, ni ubora uliokuwepo ni mzuri zaidi kutoka nchi zingine, so uhitaji wa parachichi za Tanzania ni uko mzuri sana. Tunachopata shida ni miundombinu za bandarini yetu kwamba hasa hivi parachichi zote tunazosafirisha tuna inabidi tusafirishe via Mombasa. Hata nyinyi mnapeleka Mombasa, hata sisi inabidi tupeleke Mombasa. Sasa hivi tumekaa kikao na CMA wana miundombinu, a small percentage tutaweza ku, kuanza from Dar es Salaam, but generally the bigger chunk inaenda from Mombasa.

30 containers, that's times uh, 20 uh, times 20 tons, uh, that's <coughs> almost 600 tons per mm -hmm. week. Kutoka? Kutoka. Kupitia, Kupitia and all this in a bit, yeah, yes. uh, Lakini kwa sasa hivi ndo almost um, 90% ya parachichi zote kwa hawa exporters. Container mia nane, mia tisa kwa season tunazihandle sisi. Kati ya hizo asilimia 80, yes, bado inapita Mombasa, kwa hiyo ukisikia naongea hivyo ni kweli. Sasa hivi ukitoka kwa mfano kama Tanzania unapokwenda Mombasa, bei ya gharama yako inazidi kwa kontena dola 1400, dola 1400. Kama ningepita Dar es Salaam ningekuwa less kwa dola 1400 per kontena, kwa hiyo na unaona sasa wawekezaji wako tayari kupita Mombasa na sio Dar. Kwa nini? Kwa sababu ya efficiency hmm, na kuondokana pia na mambo mengine mengi, lakini kama tulivyoongea asubuhi tayari, tunashukuru serikali kwamba tunaona kuna improvements kubwa zinaendelea pale Dar. Kwa hiyo tuna uhakika baadhi ya hizi changamoto ndani ya muda mfupi labda tunaweza tukawa tumezitatua. tuka hapo nyuma, kuanzia mwaka 2021 na kwenda nyuma, tulikuwa 100% tunakwenda Mombasa lakini kuanzia 2021 mpaka sasa at least kuna tunasema asilimia 15 mpaka 20 inapita Dar es Salaam. Kwa hiyo tumeanza tumeanza, ah tuwalichukua zamani, wakati parachichi tunazisafirisha zinaenda Kenya, tulikuwa tunazizua 1200 zile za daraja la pili 1500 mpaka 1750 za daraja la kwanza. Kilichotokea, wako wawekezaji ambao wameleta viwanda vya mafuta wako wawekezaji ambao wamedhamiria kufanya biashara, lakini wako wawekezaji ambao kwa kweli wanawakandamiza wananchi, kwa sababu matunda ambayo zamani tulikuwa tunauza kama fresh, yalikuwa na kasoro ndogo ndogo, tulikuwa tunapeleka viwandani, yanasafirishwa yanasafishwa, yanakwenda Ulaya kama matunda fresh. Leo kwa sababu ya viwanda vya mafuta yale matunda ambayo zamani tulikuwa tuku, tuku, tunauza kama fresh, leo wanasema ni reject ambayo tulikuwa tunauza elfu moja na mia mbili sasa hivi yanauzwa 200 mpaka 600. Shida ni kwamba hakuna, yani, hakuna hizi pande mbili, pande ya mnunuzi na upande wa mkulima, hakuna mtu anayekaa katikati hapa ili kuhakikisha tunda linaloambiwa ni rejecti kweli ni rejecti. Nchi ambazo sasa hivi matunda yanaenda ni chache ukilinganisha na nyuma, zilikuwa ndio yanaenda nchi nyingi ambazo sasa hivi hawapeleki huko Ulaya, kwa sababu ya umbali mrefu hawanaohutumia sasa hivi ukilinganisha na mwanzo walikuwa nakatisha. kwa hiyo wakulima wenzao wanachoweza kusema tusirudi nyuma, tuongeze kulima kwa wingi. Upungufu wa upotevu wa mazao unategemea sana uwepo wa miundombinu bora ya kilimo hususan miundombinu ya ukusanyaji, uhifadhi, usafirishaji na uchakataji wa mazao. Mheshimiwa mgeni rasmi katika miaka 20 ya TAHA tumefanikiwa kujenga miundo mbinu mbalimbali ya kukusanyia na kuchakata mazao ya horticulture katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Pwani, Dar es Salaam, Njombe, Unguja na vile vile Pemba. Sa mgeni rasmi miundo mbinu ambayo tumeizindua leo ni baadhi tu ya kazi ambazo tunaendelea nazo nchini Tanzania bara na visiwani ya kujenga miundombinu na kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanafikia masoko kwa tija. Pia tumefanikiwa kujenga masoko ya mazao ya mboga na matunda. Tumejenga soko la Ikungi kule Singida, tumejenga soko la Nzega mkoani Tabora na vile vile tumejenga soko la Same mkoani Kilimanjaro. Baada ya kukamilisha ujenzi wa masoko kama haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, huwa tunayakabidhi kwa halmashauri ili waweze kuyaendeleza na kuyaendesha kwa manufaa ya jamii. Vilevile tumefanikiwa kukarabati na kujenga miundombinu ya umwagiliaji kwenye maeneo maalum ya kuoshea mazao. Kwa mfano, eneo maalum la kuoshea mazao ya carrot kule Meru mkoani Arusha. Tumejenga miundo miundombinu mbalimbali ya umwagiliaji mkoani Arusha lakini vilevile vile, tumejenga miundo mbinu maalum ya umwagiliaji inayotumia nishati safi ya jua mikoani Kilimanjaro. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukufahamisha pia ya kwamba huu ndio mwelekeo wetu kama TAHA katika kuimarisha biashara ya mazao ya horticulture, lakini vile vile kuongeza tija katika uzalishaji na kupunguza upotevu wa mazao. Naomba vile vile ni nikuhakikishie na niwahakikishie viongozi wote wa chama lakini vile vile na serikali walioko hapa ya kwamba sisi kama TAHA tutaendelea kuimarisha mifumo madhubuti ya usafirishaji sambamba na ujenzi wa miundombinu kwa kupitia kampuni zetu tanzu yani TAHA Fresh, lakini vile vile tutahakikisha miundombinu tunayojenga inapata ithibati za masoko ya kitaifa na kimataifa kwa kupitia kampuni yetu tanzu ya Green Cert. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeanza pia mchakato wa kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania namna sahihi ya kusimamia na kuboresha udhibiti na uendeshaji wa masoko ya ndani ya nchi ili kuimarisha usalama na ubora wa mazao yanayoingia katika masoko yetu ya ndani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa muda mrefu sana Tanzania tumekuwa bize tukichunga mazao yanayokwenda nje ya nchi, lakini tumekuwa hatufanyi vizuri sana kuhakikisha kwamba kuna usalama na ubora wa mazao yanayoingia kwenye masoko yetu ya ndani kwa hiyo tumeanza mchakato wa kuhakikisha kwamba tunaishauri serikali namna bora ya kuweza kuyamanage masoko haya ili kulinda usalama wa mlaji wa ndani, lakini vile vile uh, kuongeza tija katika biashara katika kupit kwa kutaha, kwa kupitia kampuni yake tanzu ya Taha Fresh tutaendelea kuwekeza katika kuboresha mifumo ya usafirishaji kutoka mashambani hadi masokoni ikiwa ni pamoja na barabara, magala na vifaa baridi, kwa kupitia kampuni tanzu ya Greenset ambayo inaendelea kutoa vyeti vya ithibati vya ubora na viwango vya kimataifa hususan Global Gaps Meta, BRC, ISO, Alliance for Rainforest. Kwa makampuni mbalimbali na wakulima binafsi na katika vikundi mbalimbali, TAHA imefanikiwa kufikia zaidi ya wakulima elfu sita ndani ya nchi kwa kuwapatia ithibati ya ubora wa viwango vya mazao ya GlobalGAP ambao ni viwango vikubwa kabisa vinavyofanya wakulima wa Tanzania waweze kufika moja kwa moja kwenye masoko ya kimataifa. Tutaendelea na kazi hii ya kupunguza gharama za ithibati, lakini kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapatiwa huduma hiyo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa Njombe tumefanya kazi kwa karibu sana na kampuni ya Shikamoo Parachichi, na niseme tu kwamba wakati mimi ninakuja Njombe kwa mara ya kwanza kabisa, mgeni rasmi, wakati mimi binafsi ninatembelea Njombe kwa mara ya kwanza kabisa ndipo nilipokutana na kaka yangu pale wa Shikamoo parachichi. Na ndipo aliponiambia dada Jacky, naomba utujengee kituo kimoja cha kukusanyia mazao lakini leo ninafurahi kwamba tumetimiza azma hiyo. Tumejenga vituo sio kimoja, tumekabidhi, tunaenda kukabidhi leo vituo vitano, na hii ni kazi endelevu. Tutaendelea kujenga vituo vingine hapa Njombe, lakini vile vile vilevile ni kuahidi mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wote, TAHA imeanza mazungumzo na AMCOS mbalimbali mbali, hasa kule Rungwe nikutoe shaka mheshimiwa mwakilishi wa mkoa wa Mbeya, nikutoe shaka. Hatuishii Njombe. Saa hizi tumeanza mazungumzo na uamaru pamoja na amcos mbalimbali kule Njombe na huduma hii ya ujenzi wa vituo tutaihamishia pia mkoani Mbeya. Ni wapongeze TAHA, miaka 20, sio kidogo, na tumekuwa tukishirikiana na Wizara ya Kilimo kuhakikisha kwamba uh, sekta hii ya kilimo, lakini hasa parachichi kwa tunapozungumzia hapa, inasonga mbele mmetoa mifano mbalimbali mliofanya kwenye kufungua masoko, mmetoa mfano wa Arusha, umetoa mfano Njombe na maeneo mengine. Tunaendelea na tunaomba tuendelee kushirikiana na Wizara ya Kilimo ili kuona namna gani tunaendelea uh, kuboresha uh, sekta yetu ya kilimo na kufikia malengo ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akitarajia kwenye sekta hii. Uh, vile vile Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nikushukuru, wakati tunasikiza kero za wananchi, kuna baadhi ya kero walikuwa wanazitatoa pale pale, lakini kuna nyingine nazibeba kwa mfano kuna kero imezungumzwa kuhusu bei. moja ya jukumu la kopra ni kudhibiti bei. kwa Tawasiliana mkurugenzi wa kopra tuone namna gani anaweza kudhibiti kushirikiana na mkoa ili wale wananchi ambao wanasema zile bei za 200, 300, 400, 500 zisiwepo kutokana na ubora na shughuli ambazo wanazifanya wanazifanya kopra. Uh, mwisho nitoe rai kwa wakulima wa Njombe na mikoa ya karibu kutumia fursa hii ambayo tumepata ya kuwa na hizi na hivi vituo vya kuhifadhia ku, ku, ku, ku, mazao. Lakini vile vile tutumie vituo hivi ili kuboresha na kuongeza uwezo wetu wa kufikia masoko ya nje kwa maana ya kuongeza ubora wa mazao yetu. Lakini tuna watu wanatoka Kongo, Burundi wanafuata miche hapa Njombe na imetoa matokeo mazuri. Kwa hiyo kwenye zao hili meshima na mkatibu mkuu tunauza miche, tunalima miti, tunauza tunda, tunaongeza thamani sasa way forward. <coughs> Tumesikia pale Dennis. Sio vizuri kutaja uchumi wa mtu. Lakini Dennis ameshaenda zaidi ya uchumi wa bilioni mbili, bilioni tatu, bilioni nne. Hawa kina parachichi wameshaenda kwenye uchumi wa zaidi ya bilioni moja. Na tuna wakulima wengi wa parachichi huko Rumba, ambao watu watambui tu. Lakini watu wanaelezana. Sisi pengine tukifungia tena watu.

au mmoja maonyesho kama ya Canton Fair ya China ambao mabenki kama sayidio wanapeleka watu. Tubeba kina neme siawa na baada ya wakulima wakuu wa parachichi, na tuwapeleke huko duniani tuwaonyeshe fursa waone kwa macho, tuje hapa mama na baba yao ni mabenki yao ya Tanzania, tuwajengee uwezo ta yupo kopra yupo hapa, mambo ya direct trade basi na wakenya sasa, tujadi watu wengine wanajaa wanakuja kupata neema hapa Tanzania, wafanye wao.